Hasimu wa Kenyatta, Raila Odinga amepiga kampeni zake mjini Mombasa, moja ya ngome kubwa za upinzani. Wagombea hao wamekuwa wakikata mbuga kutoka upande mmoja kwenda mwingine kwa kasi, wakati siku zikiyoyoma <tipi>

unajua hivyo, watakuwa hawawezi kukaribia namna hiyo. Lakini hata hivyo, sisi tuna demokrasia, tunakubalia watu wanafanya wale wanataka. Hebu leo furahia Citizen Raila akwish, kwa mara ya mwisho mtu wa Mombasa, kwa sababu next week Kalonzo Musyoka mgombea rais mwenza wa Raila Odinga kupitia muungano wa vyama vya upinzani NASA